Naam, warigani mwanafamilia wa Mkubwa Media, kama ni mara yako ya kwanza hakikisha unabonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Ni kwamba Harmonize kupitia akaunti yake ya YouTube, e, tunaona ameweza kufanya mazito na furaha kubwa ya mashabiki. Nikifuatilia vizuri, e, ni kwamba e, kuna jamaa anaenda kwa jina la Biku Banga kuna kauli alisema kwamba Diamond, mambo hayaendi mpaka amwangalie Konde amefanya nini. Sasa ukitazama kwa tathmini ya uh, viewers au mafanikio ya ngoma mbili ambazo zimetoka sasa hivi, uh, tunaangalia nyimbo ya down ya kaka Diamond Platnumz, lakini pia tunaangalia best couple. hii ni, ni, ni, ni ni kolabo ambayo Harmonize ameamua kumpa kolabo Rude Boy uh, eh, ngoma kwa jina la Best Couple. Ni official lyric audio ambapo tunaona imeweza kutoka eh, tarehe ishirini na saba, mm, au siyo? Eh, ambayo ilikuwa ni jana na leo ni tarehe ishirini na nane. Ngoma hii uh, ninaifananisha na, naitolea na, na, na takwimu na hii ngoma ya Diamond ambayo ameshirikiana na, na Masterpiece na pamoja na Lintoto nyumba inaenda kwa jina la down, ambapo nayo pia ilitoka tarehe ishirini na saba. Kwa ngoma hizi zimetoka ndani ya siku moja zikitofautia na masaa mawili. Sasa ngoma hii ya Harmonize cha kwanza eh, imeweza kushika namba moja on trending for music ambapo uh, tunaona ni ngoma ambayo Harmonize ameitoa na kupitia hey, YouTube zile trending sasa, zile trending za YouTube eh, tunaona ameweza kumzidi Diamond kwa nafasi moja, ambapo uh, tunaona ina jumla likes ishirini au sio, na imeweza kufikisha viewers laki mbili na themanini na tano elfu mia themanini na sita mpaka mle naoangalia. Kwa hiyo nadhani still counting, watu tutazidi pia kuangalia, lakini pia Harmonize anakuambia best couple is a beautiful love song that brings together Tanzania superstar Harmonize and Naija superstar old boy in the most soulful way, this track is all about real love, and the kind that is tend au sio, niishie hapo sasa. Ukitazama vizuri uh, tunaona ni kwa mara ya kwanza uh, Rudboy anapewa anapewa mamlaka na Konde eh, kuweza kutoa kibao kikali na tunaona ameweza uh, kufanya kazi nzuri, na kumbuka alichofanya kazi na Alikiba kama alivyokwambia eh, nyimbo ya Salute. Kwa sasa hivi anakutana na mnyamwezi Konde ambapo tunaona wamefanya vitu vikubwa katika ngoma hii lakini furaha ya mashabiki bwana e, tunaangalia pia e, uwezo binafsi baina ya hawa wawili ni nani anayefanya vizuri zaidi ya mwenzake, na ni nani ambaye ameweza e, kumzidi mwenzake. Sasa mpaka muda huu ninaongea na wewe shabiki yangu, ni kwamba ngoma hii ya e, ya Best Couple, imeweza kushika namba saba na itazidi kupanda. Nazidi kupanda na tunaona e, sio e, sio mchezo kwa sababu tunaona zinazidi kukimbizana na tunaona Diamond yeye ana jumla likes elfu kumi na mbili tangu aitoe ngoma hii na huku akiwa amefikisha viewers laki moja na tisini na moja e, mia sita thelathini na moja zinazidi so kupanda kwa hiyo yeye katika trending yeye anashika namba nane naona anashika namba nane na huku <laughs> uh, wakitoa ngoma siku moja. Kwa hiyo uh, tunaona hii ni mapiano fulani hivi, lakini pia hii ngoma nyingine ni bongo flavor. ni piwa bongo flavor, uh, kutokea pale kwa Harmonize ambapo tunaona amejaribu ku, kuweka vitu vizuri yaani amejaribu kuchanganya ku mix ladha ya bongo pamoja na ladha ya Nigeria na ameweza kufanya kitu kizuri. Tunasubiria video eh, video hii ni hii hii ni ni video video eh, bado haijatoka official video, ambapo tutaona mwenye mwezi ndani, unaona na kwa mwaka huu na mwanaizi. Hii ni ngoma nyingine ambayo imeweza eh, kufanya makubwa eh. Kwanza ukiangalia, ah, ilifanya kazi na Abi Champs, ngoma ya mitu, na mpaka Abi Champs kuwa nomini katika tuzo. Kwa hiyo ah, tunaona ni moto, ni ule ule. Eh, kwa sababu tunaona Uh, aliweza kutoa furaha mnayo, pia ilikuwa ni miongoni mwa ngoma ambayo ilikuwa imefanya vizuri na imebamba e, mitaa e, lakini sasa hivi amekuja na best cup ambayo inaonekana kuwa vizuri zaidi. Kwa hiyo ni kama amemgaragaza, uh, Diamond huko YouTube na kuweza kuwa juu yake, kwa sababu hizo views zilikuwa zinapanda kwa spidi ya kimbunga. Sasa ukifuatilia vizuri hapa uh, katika upande wa trending uh, za YouTube kwa sababu najua hawa wote walioko juu watashushwa chini, walioko juu wote watashushwa chini na hawa wawili watakaa pale juu. Sasa ukiangalia kwa music, tunaona Mboso um, ndio yuko namba moja, na yeye nyimbo ameitoa siku nane lakini power official music, lakini pia lyric hii e, music ina aaa viazi milioni tatu na laki mbili, lakini pia lyric milioni tatu na laki, laki nne, lakini pia tunaona viola pia ameitoa laki, tunaona uh, Barnaba Eh, salama eh, wiki tatu lakini pia tunaona lakini pia eh, tunaona eh, namba sita yaa ina vazi laki saba kwao, tunaona bwana, mambo amekuwa ni mazuri. Tunaona eh, ngoma hii ina jumla a vazi sasa hivi eh, laki mbili na themanini na tano ndana siku moja, na hii ya Damo, laki na tisini na moja. Kwa hiyo uh, tunaona ni ushindani wa hali ya juu ambao kwa namna moja ama nyingine e, tunaona une ni upinzani na ushindani na ubunifu uliotukuka. <laughs> Sasa uh, ukija katika, uh, katika upande wa au sio, ukija katika upande wa Abikubanga, yeye mwenyewe anasema kwamba uh, ngoma hii bwana kwa namna moja ama nyingine imeweza kufanya makubwa sana, ambapo kwa namna moja ama nyingine anasema kwamba uh, vita ni baridi, au sio, vita baridi. He, kuna mmoja ma nyingine inaonekana mashabiki na pia wakaja hapa wakasema, na manyumbo anazurura tu huko Mburahati, nyimbo kikubwa cha watu wanne kwamba ni yani, nyimbo moja imeimbwa na watu wanne yani nyimbo ya Diamond ile ya, imeimbwa na watu wanne uh. Mwingine anasema kwamba uh, uh, kabisa eh, lakini pia uh, mwaesima leo sauti ina aina eh, nguvu kabisa. Maski makonde na roho mbaya sana Diamond, hata ukimuuzi vipi hawezi kukwambia toka ukashabikia mpira. Ndio maana hata salam SK alipomfukuza yule hadada la, la London, Diamond alijionyesha sana, ila wewe umeshauri kidogo tu yule alijionyesha ila wewe umeshauri kidogo tu mtandaoni, picha inaanza ukatukana. Haya mengine nasema kwamba, lakini hiyo hizo hayo maoni eh, tunakuja ambao anasema kwamba E, bila e, Harmonize mambo hayaendi. Watu kibao kwenye wimbo mmoja utafili ni kwaya ya, ya kanisani. Ile nyimbo ya dauni ina waimbaji wanne alafu wote makelele, na kitu ni makelele tu. Ngoma hii ni makelele matupu. Mwengin sema ni kweli da magazimia amejishusha sana umongea fakti. Wewe umechanganyikiwa sio bure, utakuja uliitwa eh eh, mwingine sema kwamba wangapi? Ah, da Simba huko. Eh, uh, mpenzi wa mtazamaji una lipi la kuzungumza uh, dondosha maoni yako, hakikisha unabonyeza na kundi nabonyezana mwanyekundu uliondoka kwa subscribe.